Kwingineko ni kwamba familia moja kutoka kaunti ya Makueni, kijiji cha Kyumukwa, kaunti ya Makueni, wanahuzunika kutokana na kifo cha mwanaume mmoja aliyemuua mkewe na baadaye kujitoa uhai na kuacha watoto watatu bila wazazi. Mwanao wa kwanza akiomba msaada kutoka kwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ili aweze kuendeleza masomo yake. Naibu Gavana wa kaunti ya Makueni Lucy Mulili akiwashauri wenye ndoa kuepukana na ugomvi katika ndoa na kuzingatia amani. Mwanaume mmoja kutoka kijiji cha Kyumukwa, kaunti ya Makueni, amejinyonga baada ya kumuua mkewe na kuwaacha watoto watatu bila wazazi. Mamake mwanaume huyu anadokezea jinsi walivyokuwa na mazungumzo yao ya mwisho huku akisema kuwa mwanawe alimwelezea kuwa anaenda Mombasa na kuwa anawaacha watoto wake kwa ulezi wake. Mama huyu hakujua kuwa mazungumzo yale yalikuwa mazungumzo yake ya mwisho baina yake na mwanawe. Nilishangaa akinipigia simu za saba za usiku, akaniambia anataka kuenda Mombasa na ataenda na atarudi haraka, niangalie mboma yake, niwe niwe macho kwa vitu ile vitu aliwacha hapo sote, niangalia atakuya. Nikamuliza, na bibi yako wapi? Akanyamaza. Mjomba wake mwanaume huyu amedokezea kuwa kwa muda mrefu wawili wale wamekuwa wanazozana, hata kwa kiwango cha kuvurugana sokoni, akieleza kuwa kama familia walijaribu kuingilia kati kutatua mzozo baina yao, lakini jaribio lao halikufua dafu. Njusi ndio alituita tukakuja hapa tukakaa na sista yangu na mwingine wangu tukawashikaniza tuka vizuri wakati tulipika hapa, akatuambia mnaona, huyu bibi yangu alienda ya Makindu aliend leo hiyo leo, Sunday akatuambia, bibi yake amepika hapa saa tisa ya usiku akiwa na na na anamwambia, shika mambo yako sasa. Hiyo shita ndio tunaona sana sana sana, sana, mboma Mwanawe wa kwanza mwanaume huyu akidokezea kilichotokea wakati wa kisa hiki amesema kuwa babake alimwelezea kuwa anajiangamiza na kumwelezea shule watakayosomea watoto aliyowaacha. Na baadaye msichana huyu kusikia babake amejinyonga, akawaita majirani kwa usaidizi. vile alifungua nikaenda kwa nyumba kwa rumi ya babangu na dad na mam vile nilienda huko nikapata mama kwa kitanda, damu iko huko kwote, ashakatakata ashaenda, na baba akajinyonga akitumia kamba huko kwa mabati juu. Kwa upande wake, naibu wa gavana wa kaunti ya Makueni Lucy Mulili amekashifu vikali kitendo hicho, huku akiwashauri wenye ndoa kuishi kwa amani na kuepukana na mizozo miongoni mwao kwa jamii ya watu kuna vile ya kudili na migogoro katika pale nyumbani, ni vizuri kupelekea wazee kuzungumza, kupelekea wazazi kuzungumza. Wakati watu wawili ambapo wanakosana, kuna nafasi pia ya kupelekea chifu, kupelekea hata watu wa kanisa, sababu hizi maboma zote ziko huku. Kuna kwanga na mashida, hakuna mtu huwa ana shida, lakini kufikia kiwango cha kuua mtu na kujiua ni jambo ambalo linatamausha mno. Veronica David, Undugu TV.